wa ishirini nilipokuwa nilipokuwepo Shushani ngomeni Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia yeye na watu wengine waliotoka Yuda, nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona au watu wa uhamisho waliosalia, na habari za Yerusalemu. Wakaniambia, watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile, wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu; tena uku uta wa Yerusalemu umebomolewa, na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha; kisha nikafunga, nikaomba mbele ya Mungu wa mbinguni. Ili ni neno lake Mwenyezi Mungu. Lakini kabla tuendelee, tuombe. Baba ni asante kwa ili neno lako, kazungumze nasi siku ya leo, kanini nasi kupitia ili neno baba, wacha Roho yako Mtakatifu akalitumia ili neno kubadilisha maisha ya watu wako, kuhimiza watu wako, kuwapa watu wako mwelekeo, na juu zaidi kunenea watu wako, na ili Mungu wetu, wakapate tumaini, wakapate na tumaini la kusonga mbele katika haya maisha, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini, ili ni neno lake Mwenyezi Mungu. Na hapa tunaona ni Nehemia na Biblia inakuwa inazungumza na inasema ya kwamba Nehemia aliuliza habari, kwa hivyo hapa ni baada ya Yerusalemu kuvamiwa na Yerusalemu kuharibiwa na watu wakachukuliwa mateka, na hapa tunaona Nehemia anauliza habari za waliosalia kuko vipi, maana akuwa pale, na Biblia ina rekodi na inasema ya kwamba akaelezewa zile habari kuhusiana na Yerusalemu, jinsi ilivyotendewa wale waliokwemo walio walio mle ndani, na hivyo Yerusalemu ikaangushwa, na lile jambo likampata mtumishi wa Mungu Nehemia kwa huzuni, na Biblia ina rekodi ya kwamba alihuzunika. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha; kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Na hapa ni tunaona ni kuta za Yerusalemu zilikuwa zimebomolewa na malango yake yamechomwa kwa moto, katika pale Nehemia moja tatu. Na hivyo kuta zilizovunjika zilionyesha aibu, zilionyesha udhaifu zilionyesha utukufu uliopotea. Na Mungu alimuinua Nehemia sio tu kujenga kuta, bali kurejesha tumaini, kurejesha utambulisho na ibada. Na hivyo ujumbe huu waleo nimeupa kichwa kile kinachovunja eh, kile kinachovunja moyo wako huenda kinakufunua au kinafunua wito wako kutoka kwa Mungu. Kile kinachovunja moyo wako huenda ndicho Mungu anachokitumia kufunua mwito wake juu ya maisha yake. Na zaidi, huu ujumbe ninazungumza na yeyote anayekabiliana na hali zilizovunjika maishani. Tunaona Nehemia pale alipopokea zile habari hazikuwa rahisi. Biblia ina rekodi kwamba alilia, aliomboleza, na baada ya hayo akaweza kufunga na kuomba. Nataka kusema nini siku hii ya leo ni kwamba Nehemia, tunaona vizuri Nehemia alilia, akafunga na akaomba na aliposikia habari za uharibifu. Sio kila mzigo ni wa kukatisha tamaa, angalia, ndio alilia lakini baada ya kulia akapata nguvu ya kuomba, na alikuwa anaomba na ili apate mwelekeo kutoka kwa Mungu nini la kufanya. Tukaona ni kutokana na zile habari za kuvunjika moyo kwa Nehemia, hapo ndipo alipata mwito wake, na tunaona aliingia kuomba. Zile taarifa ndio zilikuwa za kuhusunisha, za kusikitisha, lakini akuruhusu zimkatishe tamaa. Sijui ni habari gani umepokea, sijui gani zimevunja moyo wako. Ndio unaruhusiwa kulia, ndio unaruhusiwa kuom, eh, kuomboleza lakini kile uruhusiwi kufanya ni kukata tamaa, maana Mungu anataka akuinue kwa kiwango kingine. Nehemia aliingia katika kumwomba Mungu, baadhi ya mizigo ni maagizo ya kiungu, maana yeye aliingia kumwomba Mungu atake kujua nini kinaendelea, atake kujua nini kinatarajiwa, na hivyo tunaona Mungu aturuhusu kuhisi maumivu ili tuwe sehemu ya suluhisho lake. Mungu anaruhusu hayo maumivu na ili ukawe suluhisho kwa hilo. Mungu anataka ukawe sehemu ya suluhisho. Kuna jambo Mungu anataka kuwafikia katika maisha yako, ndio ameruhusu huo uchungu, ndio ameruhusu kuvunjika moyo, ndio ameruhusu hizo habari mbaya zikuje, na ili uweze kutambua mwito wako, na hivyo usikate tamaa. Uliza Mungu, nini unataka nikafanye katika hili, na hilo utafanya kupitia kwa maombezi. Na hivyo siku hii ya leo, huu ujumbe, tunaweza tukasema ya kwamba kile kinachovunja moyo wako kinaweza kuwa kinadhihirisha wito wako au kinafungua wito wako. Na hivyo usiruhusu hizo habari mbaya zikukatishe tamaa, zimalize maisha yako. Ruhusu hizo habari mbaya, ni vizuri ndio zi, ni vizuri kulia, ni vizuri kuomboleza, lakini usikate tamaa na usiruhusu kukaa hapo. Jikung'ute mavumbi, simama na umuulize Mungu, Mungu, unataka nielekee wapi? Mungu, ni wapi unataka nikawe sehemu ya Mungu ni wapi unataka nikaafikie? Maana Mungu anakona kusudi. Nehemia alielewa hilo, na hapo ndipo tunaona mwito wa Nehemia unakuja wa kujenga upya kuta za Yerusalemu. Mungu akitusaidia kuendelea hapo, kesho tutaendelea na kuangalia hichi kitabu cha Nehemia, na ili tuendelee na kujifunza. Siku yaliyo tumejifunza ya kwamba hilo nambalo linakuvunja moyo, Mungu anataka kulitumia kufunua mwito wake katika maisha yako na hivyo usikate tamaa, usiasi imani, endelea kumwomba Mungu, endelea kumtafuta Mungu na utaona maisha yako yakibadilika. Baba ni ya asante kwa kuzungumza nasi kupitia hili neno lako, ndio Baba, tumepitia mengi tukavunjika moyo na hata wakati mwingine tukarusha mikono, tukaasi imani. Na hivyo tunatubu kuanzia siku ya leo. Baba, yale ulioyaruhusu katika maisha yetu na ili tukawe sehemu ya suluhisho. Baba, tukawe, tukatambue mwito uliotuitia Baba, katusaidie kuanzia siku ya leo. Waliokata tamaa wape nguvu upya, waliovunjika moyo Baba, wape huo mwito wako na tamanio la kutafuta, wawe sehemu ya suluhisho, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako, mfalme kuna mtakatifu jitukuze, na ujitwalie sifa siku ya leo, na kwa hili neno lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini Amen. Asante sana kwa kulitazama ili neno lake mwenyezi Mungu siku hii ya leo. Neno fupi tu lakini, ni la kufungua macho yetu, ni la kutuimiza waliovunjika moyo. Elewa Mungu aliruhusu afungue macho yako uone mwito wako, na ukiona mwito wako ukifuata, utapata baraka. Mi naitwa Mchungaji Benson Mwanza, ninakupenda sana. Kumbuka kusubscribe kwenye haya madhabahu ya Kambi Ya Wateule YouTube channel, na Mungu atakubariki kama uja subscribe. Kambi Ya Wateule subscribe, na pia ungependa kuzungumza nami ni kupitia hizi nambari 0792593648, 0792593648. Ukiwa nje ya Kenya, +254792593648. Mimi nakupenda sana, tupatane hapo kesho Halamisi kwa neno lingine. Tunaendelea na kitabu cha Nehemia. bye, bye